Ndugu zangu watu wa Ujiji, ukisoma kipeperusi chetu ahadi namba tano inakuonyesha namna ambavyo tunataka kurejesha hadhi ya Ujiji kwa kutekeleza mradi wa Ujiji City ambao tulishaanza kuutekeleza, ba baada ya matigizu, wale wawekezaji wakaenda Ubungo, wakaenda kuwekeza Ubungo. Tutawarudia wale wawekezaji Tutazungumza nao, tutafanya makubaliano. Tayari tuna ardhi, tulipata ekari hekta kumi na tano kule kata ya Kitongoni kwa ajili ya mradi huu wa Ujiji City. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, vikiturudisha bungeni na kwenye halmashauri, tutaurejesha mradi ule ili kuchochea mzunguko wa fedha hapa Ujiji. Chama cha Mapinduzi, madiwani wao wamekuta tumejenga bandari tumekamilisha, tumepitisha kanuni, wameshindwa kupambana kuyaondoa maji yale, ili bandari iweze kufanya kazi. Mpaka leo bandari imelala imefunikwa na maji, hakuna kitu ambacho meenda kukifanya. Nirudishieni ubunge wangu niwe, twende tukayatoe yale maji. Nipeni manispaa tuongoze manispaa, tuirejeshe bandari ile ifanye kazi ili kuleta mzunguko Ujiji. Bandari ile ikifanya kazi, maboti yakishusha abiria pale, abiria watakuja stendi, watapanda mabasi, mabasi yataweka vituo, tutakuwa so tumetatua tatizo la stendi ya ujiji kufanya kazi. Wakati tunapata ubunge, Benki ya Dunia walitusaidia ujenzi wa barabara ya kwenda Kagera, lakini ma, wahandisi wa ndani ya halmashauri walikuwa wameidizaini ile barabara kwa namna ambayo inakwenda ikifika pale sokoni Kagera inakatiza kurudi polisi Ujiji kuja kuunganisha pale mwisho ofisi ya mkoa wa ACT Wazalendo. Maana yake ni kwamba barabara ilikuwa inakwenda hivi tu, ilikuwa haiendi ndani zaidi. Tukakaa na madiwani tukazungumza nao, tukawaita watu wa Benki ya Dunia, tukaenda nao Kagera, tukatembea kuelekea mtoni, tukawaambia hii barabara haina maana yoyote maana ya hii barabara ni kuipeleka Mgumile, kule ndiko ambako chakula kinatoka, ndiko ambako tutaweza kuchochea shughuli za kiuchumi. Na sisi akilini mwetu ilikuwa ni namna gani ya kufanya barabara ijengwe, daraja lijengwe, watu wakizalisha Mgumile, soko la, la Ujiji liweze kurejea, yeah. watu wanunue vyakula kutokea Ujiji. World Bank wakatuelewa, tukapeleka kilomita moja na nusu ikaishia njiani, wakatuongeza fedha, wanajenga kwenda darajani, wanajenga na daraja. Na nataka niwaambie uko mbele tunapokwenda, tutakuwa na barabara ambayo mtu anayetokea Ilagala, anayetokea Sunuka, anayetokea Kalia akifika pale Kaseke hatakuwa na haja ya kuendelea, ataingilia Mgumile atakuja kutokea Ujiji. Tutaigeuza Ujiji kokikotaasha Tulivyoshinda sisi ubunge, tukagundua ya kwamba kulikuwa na fedha zinazotolewa na serikali ya Kuwait kwa ajili ya mradi wa umwagiliaji wa bonde la Mto Luiche, tukaenda kufukunyua, tukalipata lile faili, tukaanza kazi ya kupambana na tukapambana kweli kweli mawaziri maswali, ikaibuka kwamba ni kweli kuna hizo fedha. Leo hii ninavyowaambia, mradi wa umwagiliaji wa bonde la Mto Luiche elfu tatu ndani ya manispaa yetu unajengwa, mkandarasi yuko anajenga kwa sababu ya kazi ambayo tumeifanya. Naombeni mnipe hii kazi ya ubunge, twende tukamilishe jukumu hilo. Naombeni mnipe madiwani, twende tuhakikishe ya kwamba mradi ule ukamilika. Mchele wote utauzwa hapa Ujiji na Ujiji itakuwa ni soko la bidhaa za chakula katika mkoa wetu, na tutakuwa tumerejesha hadhi ya Ujiji. Na huu ndio wajibu wetu. Hiki ndicho kiapo changu kwenu, miaka mitano nirejeshe hadhi ya Ujiji, nikabidhi majukumu mengine huko juu. Na namumpati mgombea mwingine yoyote au chama kingine chochote. Watu wa Ujiji, na naomba mnisikilize kwa makini, na msobe lipsi zangu, na mniangalie machoni. Hakuna mgombea ubunge wa chama kingine chochote au mgombea udiwani wa chama kingine chochote ambaye ana mpango wa kuifufua Ujiji isipokuwa mimi na ACT Wazalendo na madiwani wa ACT Wazalendo. Kwa hiyo watu wa Ujiji, tunaomba wote kwa pamoja, bila kukosa, mpambane tushinde, tuongoze hii manispaa, tuifufue Ujiji shughuli za kiuchumi Ujiji, haja ya Ujiji iweze kurudi. Naombeni sana, mnipei kazi niende nikaifanye kwa miaka mitano.